Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini juu ya vizuizi kuhusiana na nchi ambazo wananchi wake hawatoruhusiwa kuingia nchini Marekani. Pamoja na vizuizi hivyo, Marekani imeweka na kutia saini katika mataifa yafuatayo. Hatua hii mpya ya Donald Trump kutia saini inaathiri takriban mataifa 40 ambapo raia wake wanakabiliana na vizuizi vya kukanyaga nchini Marekani kwa, kwa sababu ya uraia wao pekee nchi nyingine ambazo sasa zinazuiliwa moja kwa moja raya wake kuingia nchini marekani ni kama Burkina Faso, Mari, Nigeria, Sierra Leone, Sudani Kusini na Rausi, lakini pia Ivory Coast, Senegal na mataifa mengine ya Afrika na Caribbean kama Angola, Benini, Gambia, Marawi, Mauritius, Tanzania, Zambia, Zimbabwe pamoja na Togo. Hizi zote ni nchi ambazo zimewekewa vikwazo. Tanzania ni moja kati ya mataifa ambayo sasa yanawekewa vikwazo kuhusiana na raia wake kutoingia nchini Marekani. Ifahamike kwamba Rais wa Marekani Bwana Donald Trump siku za hivi karibuni amekuwa akizungumzia masuala ya raia wa nchi za kigeni kutembelea nchini Marekani huku vizuizi pamoja na masharti yakizidi kuongezwa kwa kasi kubwa. Viongozi wa Tanzania walikutana na kufanya mazungumzo na baadhi ya viongozi wa Marekani kuhusiana na uhusiano wao ambao kwa mjibu wa taarifa ambazo pia awali zilitolewa na kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani walisema kwamba uhusiano baina ya Marekani na Tanzania ni lazima utazamwe upya kufuatia matukio kadhaa yaliyotokea siku za hivi karibuni ikiwemo uchaguzi uliotamatishwa mwezi mmoja uliopita, uchaguzi wa Oktoba, uchaguzi ambao uliacha historia kubwa kwa matukio ambayo kamwe hayawezi kufutika katika masikio pamoja na machoni mwa Watanzania. Katika hatua nyingine, Marekani ilisema itatazamia uhusiano wake mpya baina ya Marekani pamoja na Tanzania, na hivyo kuifanya nchi ya Tanzania kuwekwa moja kati ya nchi ambazo zinatazamiwa kwa kiasi kikubwa kuhusiana na matukio kadhaa ikiwemo viashiria vya matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu, demokrasia pamoja na athari ambazo ziliorodheshwa katika kamati ya mahusiano ya mambo ya nje kwamba ni vitisho dhidi ya raia wa Marekani pamoja na uwekezaji wa Marekani nchini Tanzania.